Na mtazamaji, kizaza kilishuhudiwa nje ya mahakama kuu ya Kerugoya, kaunti ya Kirinyaga, baada ya kesi kusitishwa wakulima wa kahawa waliokuwa wamefika hapo kusikiza maamuzi ya kesi yao walilalamika wakisema kwamba wamekuwa wakisafiri mwendo mrefu kutoka maeneo tofauti yanayokuza kahawa ili kufuatilia kesi hiyo. Wakulima hao wanasema kwamba wamegharamika sana kutafuta haki mahakamani kuhusiana na shinikizo la kumtaka waziri wa vyama vya ushirika kukomesha mpango wa malipo ya moja kwa moja. Wakulima hao wanataka kulipwa kupitia vyama vyao vya ushirika. Wacha koti itoa uamuzi wake. Hatuna shida. Lakini mambo ya kukaa chini na wanakamati waende wafanye ile walimu walichezewa tukaona walimu wametolewa wa pande hii wamepelekwa pande hii. Hii sisi hatutaki kubandisha kubatisha mkulima abatishi sababu ye ni ye mkulima wa kahawa. Na sisi tunalima kahawa. Ni sisi tunajua uchungu wa kahawa. Hatutaki usikie mambo ya DSS kwa sababu cooperative inatusaidia. Mimi kweli kama mama nimekuja hapa mara nne mara ya tatu sasa hii, nilipofika njiani naambiwa kesi imeharisha sanane hii, mimi nitaenda wapi? Kilomita ngapi nimetoka Pokoti mpaka nimefika hapa? Si ni mbali? Si ni mbali sana? Yeah. Alafu serikali wanachezea watu aje? Kwa sababu tunajua ya kwamba tunategemea koti tuweze kupata haki na tunaona ya kwamba kesi uh, koti sasa, sijui nani ana, anamwelekeza kwa sababu, kama alikuwa ametuambia chaja, alikuwa ametuambia ya kwamba kesi yetu itaamuliwa leo. Kwa nini dakika ya mwisho akachukua nafasi ya kuahirisha kesi wakati kila mkulima alikuwa amesafiri? So ninaona ya kwamba hiyo ni kitu ambayo atufu, hatufurahishi kama wakulima wa kahawa.